Mtema kutokea Globo yeye ndiyo uh, mtu ambaye alianza safari na hawa ama uh, mwanadada ambaye alikuwa ni mwigizaji tangu enzi za ugonjwa wake unapoanza mpaka umauti unamkuta uh, Imelda alikuwepo bega kwa bega na yeye. Tumeamua tumtafute Imelda ili tuzungumze naye kwenye safari ya uhai wa hawa shida, uh, yake matatizo yake mpaka umauti unamkuta pia pengine aliwahi kuzungumza naye kabla mauti kumkuta, alipata kuzungumza naye kitu gani? Tuko na Imelda Mtema. Dada, pole na msiba. Asante tu, pole wote, kwa sababu watanzania wote wamempoteza. Tanzania mwenzao wamempoteza, mtu aliyokuwa anamfahamu wamepoteza, mashabiki wamepoteza mtu ambao walikuwa wakimfuatilia kwa karibu kutokana na tatizo alokuwa ka kumsumbua Sawa, pengine uh, tuanze na safari ya hawa. Ugonjwa wake rasmi ulianza wakati gani? Hawa ameumwa sasa hivi takriban miaka nane, lakini ulianza tumbo linauma, mara akapata stroke na aliparalaiza akahangaika, akapona. Kwa hiyo nilikuwa na mlolongo mrefu, lakini miaka minne iliyopita au mitano, nilikuwa ile siria zile, muda kupasuliwa, kupasuliwa, kupasuliwa, alianza kuumwa na tumbo. Kwa sababu ya nini? labda Yaani mwanakozoku alitoa majibu kwa kusema si fistula ya utumbo. Yaani kila mtu alikuwa na daktari kiakimnan anasema yake, lakini mara mwisho kwa kusema alikuwa na fistula ya utumbo hmm. Na eh, kwa sababu ilikuwa ndio namfanya nafanyiwa upasuaji mara kwa mara, sababu alikuwa anafanyiwa nakatwa utumbo. Na na matibabu yake hasa ilikuwa kwa ajili ya fistula ambayo ndio ilikuwa ina, inazungumzika alikuwa na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa mwanzo lakini alivyoenda kule alivyofika India baada ya kumfanyia vipimo na waligundua kwamba yani, sasa sijajua ni hiyo ndio kwamba utumbo wake ule mnene hmm. Ndio ulikuwa umeparalyze na yani ulikuwa haufanyi kazi okay. Kitu ambacho kwa kinasababisha sasa utumbo unakuwa unaoza, kwa sababu hata choo alikuwa apate nyingine miezi mitatu miezi minne hivyo ndo anapata choo tena kwa shida shida. Natamani mm, nifahamu kitu kimoja. Kuna baadhi ya watu wanasema sababu ya hawa kuumwa alibeba ujauzito akajifungua kwa operation na baada ya hapo uh, baada ule operation ndio ikawa chanzo hasa cha yeye kuumwa mpaka umauti unamkuta, kuna ukweli hapo? Hapana, kwa sababu mtoto wa hawa sasa hivi yuko form four. Maana na namaana ungiangalia ni muda mrefu, na hawa kaumwa tu miaka nane mm, na mtoto wake sasa hivi yuko form four. kwa hiyo Hapana. Yeye alizaaga tu mtoto wake vizuri, okay. Na mtoto msichana tu mkubwa yuko form four sasa hivi. Sawa. Okay. Mm. Tungependa sasa tufahamu, unakumbuka mara ya mwisho ulienda mpaka India, ulifunga safari ukaenda kule hali ya Hawa ambao ulimkuta nayo na ile ambayo ilitoka nayo hapa nyumbani Tanzania ilikuwaje? Ah, Hawa kwa kweli nilipofika hali yake alikuwa anaendelea vizuri sana na akaniambia katikali, kipindi chote tumehangaika sasa hivi Daimeda, nimetoboa. Mungu amenipa tena nafasi na, mm. na kama yani kufa sifi tena mm. Basi tukawa tunaongea, naonekana najaribu sana kumdadisi kwamba unaona kuna utofauti wote toka ulivyofanya operation zile zote, na yeye akasema kuna utofauti mkubwa mkubwa. Mm. Hii Mungu ametufanyia ame, anasema Mungu ametupenda hii Mungu amechipendelea. Okay. Mm. Na na, na kipindi ambacho alikuwa ukizungumza naye alikuwa kwenye hali gani, labda alionyesha ule uhafu uhafueni uhaf, uhaf, uhaf, uhaf, labda? No alikuwa kwenye hali nzuri, alipendeza sana mpaka nilikuwa namwambia namwambia yaani, unapendeza. Nikamwambia wewe, weupe wa India. Anambia amna, si unaona hata mimi sipaki mafuta. Wewe, hmm, mwenyewe ndio umekuja hapa, unaniambia baki paka mafuta hata miguuni, lakini sipaki mafuta sipaki chochote. Hmm. Kwa hiyo yeye alikuwa tu amekuwa mrembo sana. Mimi nimeenda nikasema eh nikawa namtania ngambia ukifika tu pale ta eh, hapo Dar es Salaam nakutana na maua mm. na pete ya, ya uchumba akawa mm -hmm. anacheka tulikuwa tunataniana tunacheka, na alikuwa vizuri, anaendelea. Tulikuwa kwa sababu tulikuwa tunaweka muziki, tunaimba, tunacheza, tunakumbuka nyumbani. Yani ilikuwaga, yani sio mtu ambaye kwamba useme kwamba huyu Uh, umauti utamkuta muda wote. Okay. Na natamani pia nifahamu uh, neno la mwisho ambao ulipata kuzungumza naye, kipindi ambacho mnacheza, mnaongea, mlikuwa mnakumbuka nyumbani mm. Na kama nakumbuka, nilipata nafasi ya kuona video zenu mm. Za pamoja mkiwa mnaongea, alikuwa akiwa analia. Nini hasa kilikuwa kinapelekea awe analia, kiwa tayari alishakuwa mm. na afueni ya afya yake? Yeah, hawa ni mtu wa hisia mm. Kulia kwake ni kulia kwa hisia, yaani akiwa anaongea kitu labda kushukuru labda kwamba hivi anapata zile hisia ya kulia yeah, lakini si kwa yani, kama wele, nakuona, yani, unagala, gala, chini wewe okay. Ni kifa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yeah, wewe we, we, utalia kama nakuona utalia wewe, basi akawa anasema natamani nirudi Tanzania tufanye yale mambo tulioahidi, tufanye vitu ambavyo tumesema tutafanya, maana alikuwa, yaani, hawa walikuwa na ndoto nyingi, yaani sio mtu ambaye alikuwa anakata tamaa sema atakufa hivi, alikuwa na ndoto nyingi, anasema ni mimi hapa nitakuja kuwa mtu mwenye hela sana okay. e, mimi ngoja tu nimalize, lakini nitakuja kuwa tajiri lakini tukjuki kuwa na ndoto nyingi yani, mpaka mwenyewe anashangaa yani, mwingine angesema labda sitaki kuwaza maisha kwa sababu ya ugonjwa na upitia, lakini hawa alikuwa na alikuwa na ndoto nyingi. Sawa, mm. uh, Imelda tumeanza kukuona muda mrefu ukiwa unapigania Hawa mm, lakini pia tumekuona kwenye safari ya India na huko ndiko ambako mauti umempata Hawa. Hebu tukumbushe kidogo namna mlivyojuana na li lakini pia uh, maisha ya huko India yalikuweje, mpaka siku ambayo umepata taarifa ya kwa kwamba amefariki, kiwa wewe tayari umerudi, unamsubiriaje lakini ndo hawezi kuja, kiwa mzima. Hawa alipoenda India alikuwa anaendelea vizuri, na uzuri kakutana na wadada ambao ni wa Tanzania wanaishi kule, walikuwa wanamsaidia sana kwa karibu kama dada yao, na wale wadada walikuwa yani kiukweli yani Mungu awazidi kuwa awajalie yani, kwa sababu walikuwa wanamsikiliza hao, kwa sababu walikuwa wanapenda, nataka unipikie noodles, anapikiwa, anasema ah, nipikie kwanza wali, anapikiwa, ah, leo mkadulio basi samaki. Kwa hiyo unakuta yani, lakini bado wale walikuwa wanaenda hawachoki, na hiyo ilikuwa tunaona kwa sababu ya kupona, anapata appetite ya kula kila kitu. Kwa hiyo anakula kidogo kidogo, anakula kidogo, anaweza kala baadaye, nipashieni kile chakula changu. Kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo e, ni mtu ambaye alikuwa ana appetite ya kula alikuwa yuko happy, mnaongea hivyo. Safari yako wewe na hawa marehemu ilianzia wapi? mlijua na vipi? hawa hawa, yani tulikuwa mimi, nilikuwa ni mtu nafahamu naye anafahamu, lakini tulikuwa hatuko karibu kabisa okay. Yani kama hivyo, unakutana na mtu mnasalimiana na nijua, lakini hatukuwahi kuwa karibu hmm, kabisa. Tulikuwa tunakutana kwenye vitu mbalimbali, lakini hatukuwa karibu kabisa zaidi tumeanza kuwa karibu wakati Hawa anaumwa, ndio ile kwenda kumfanyia interview naye, na alikuwa akiwa na shida ataniambia hivyo, kwa sababu alikuwa ameshanizoea okay, ameshanifanya kama dada, ameshanifanya mtu wa karibu. Hata mtu akiwa na muuzi atakwambia Daimelda, na shida, naomba nisikilize, naomba unisaidie hivi. Okay, anaweza kaniambia shida yake, anaweza akalia, yani kwa na vitu vingi. Okay, kuna siku moja nilikuja hapa nyumbani nikamkuta hayupo, na alikuwa ameniambia nije sijui alikuwa ameuzika nini mwenye ameondoka. Sasa mama yake kananiambia Da Imelda, hebu ongea naye afu mwambie unaondoka uje tena basi. Nikamwambia hawa, nimefika nyumbani kwenu haupo na tumeaidiana, kwa sababu alikuwa hapokei simu. Nikamtumia kwenye simu ya rafiki yake alikuwa nayo, nikamwambia mwambie mimi nimekuja nyumbani hayupo na ninaondoka sirudi tena. Akapiga simu akasema, Da Imelda please, nakuja sasa hivi dakika mbili, niko hapo mlangoni. Na kweli dakika ngapi akaja, mama akasema, afadhali ngoja nije nikaongee naye basi Masu ya luzika nini? Okay. Hmm. Ni, ni kitu gani bado kinaendelea kubaki kama kumbukumbu kwako kutoka kwa Hawa? hawa alikuwa msichana mwenye roho nzuri sana, watu ambao wa nje labda hawamfahamu, Okay. Hawa alikuwa hata kama yeye hana hii nguo, atakupa va abaki, okay. Kwa hiyo alikuwa ni msichana yaani, wenyewe familia yake wanamjua, ni shangazi kama ni shangazi, ni shangazi wa pekee, kama mama mdogo, ni mama mdogo wa pekee, yaani hawa watoto wadogo zake, watoto wa wa kaka zake yani wale wanamuona kama almasi. Kwa hiyo hawa alikuwa ni mtu mwenye roho nzuri sana, yani sana, sijawahi kuona. Na hiyo kila mtu ukimuuliza atakwambia ana roho nzuri mno mno mno mno. okay. Mno, ameacha mm. watoto wangapi? Mtoto wake mmoja na mume hajawahi kuolewa. okay. mm. Na natamani pia nifahamu hili, kabla umauti kumkuta alikuwa anatarajia kurudi nyumbani Tanzania siku hii ya leo. Ina maana alikuwa akianza safari. Nimeuzungumza naye juzi, mimi nilikuwa nimeenda Bumbuli, akanipigia simu, wewe mimi nakuja tarehe kumi na tano. Wewe uko Bumbuli utawahi kunipokea kweli? Nikamwambia yeye, kwa nini sikupokea? Nitawahi kukupokea kufika kesho mm. yake tarehe kumi na tano, kwa hiyo mimi nitakuwa nimesharudi akasema ah, haya mm-hmm. Kwa hiyo hivyo tumeongea naye, akawa anambia, jana nimeumwa sana, yaani nimeumwa sija ya, nikamwambia umeumwa nini? Nikamwambia nimeumwa tumbo. Nikamwambia ujala chochote cha pilipili? Hamna, nimeumwa mno. Nikamtaya akamwambia unajidekeza, akasema hapana, Daimeda mimi naumwa sana, okay. Nikamwambia basi pole. Akanambia ilikuwa mshike mshike, sikai nazunguka hapa kote, kwa hiyo okay. Kawa hivyo pale ambapo amefikia nee. Ina maana hadi hospitali alikuwa tayari ameshatolewa e, mimi nilipofika tu India kesho yake iyoyo akapata discharge tuka, tukaenda apartment, lakini uzuri ni kwamba apartment haikuwa sana mbali na hospitali okay. Na, na, na, na labda alipoumwa na tumbo alirudi tena hospitali, wakamwambia shida yake hapana, kwa sababu hiyo, si anaweza tu akaumwa labda amekula kitu yeah. Lakini sio kwamba kitu labda cha kuumwa, akasema aende hospitali, hospitali anajua tatazangu la tumbo mm. Lakini kwa sababu mwenyewe alikufa amempoza tu, amelala yani, alikuwa ni kama mtu alipata tu kitu cha kumwangaisha usiku, labda akiamka, wala dada wanafanya usafi, wanamwandalia chai, kama ni chakula anapenda nusu, wanamwandalia kwa hiyo. Alikuwa kwa sababu waga, mara nyingi anapenda kuchelewa kulala saa tisa, naangalia movie, kwa hiyo anajua kwa muda wake wa kuamka ni saa sita, saa ngapi, kwa hiyo kwa hakumsumbua. Okay. Nenda gani sana ambalo hawa alikuwa akipenda kulitamka muda wote alipokuwa naye karibu. Alikuwa ananiambia my brown sugar Ano, ah, alikuwa ananiambia anapendaga ngozi yako. Kwa hiyo alikuwa ananiambia my brown sugar na nitaniaga hivyo wakati wote. Okay. Na akaniambia gani? Ah, uh, ombea Mungu nipone. Yeah. Nije nifanye chochote kama biashara, maana alikuwa anapenda sana kupika. Yeah. Akasema nitakuja nifufue mgawa hapa, hamna mtu atakayenikamata kwa kupika. Okay. Kila mtu atasubiri iwe siwi nani na nani. Nipate hela nikufanyie kitu kizuri kwa sababu sijakulipa hata hata, na ambapo kitu ambacho pia kinanishangaza hawa kwa safari alikuwa ananiambia fanya ufanyavyo, mm. Ukipata chance ya kuja India njoo. Okay. Yani njo. Njo, njoo, yani njoo na mimi nikaona hawa ni kitu ambacho alikuwa anakipenda. Okay. Nikamfanyia surprise. Okay. Kwa maana hiyo safari ya wewe kutoka hapa kwenda India alikuwa haifahamu, alikuwa haifahamu. Okay. mm-hmm. Sawa, sisi tuseme pole sana na msiba. Asante na moja la mwisho kumalizia, matibabu ya hawa imekuwa ni kuna michango, michango mingi. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki kwenye michango na kule mitaani tunapoishi watu wanasema, kama wasanii wenzake, kama walikuwa wamemtupa hivi, uenda ukaklia, ni kweli kwamba hapakuwa na mchango wa wasanii wowote kwenye matibabu yake ama kuna namna yoyote ambayo ameshiriki, na kama ipo, ni nani ambaye walau alimsaidia kwa kidogo? Hapana, unajua hao akaumwa muda mrefu sana, na wasanii kuna kipindi wamejitoa. Unajua watu, tabia, mtu akiumwa hivi muda mrefu kuchanga, kila mtu anasangana, anakata tamaa, labda mtu awe na moyo wake. Lakini wasanii, mbona kuna kipindi walijikusanya, wakachanga, ila sema ile anavoumwa bado anaumwa ya yani alikuwa mtu vile akae na moyo wake, aendelee kustiki na huyo mtu. Lakini wa mwanzo walijitoa, kina Steve Nyelelo alijitoa, yani hivyo. Sasa ile mtu ana, kwa sababu alikuwa anaumwa akipona hivyo, nakuta kesho anaumwa hivyo.